Habari za wakati huu, mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo, leo siku ya Alhamisi, tarehe 28 Agosti 2025 katika Kanisa la Adventista wa Sabato Mji Mwema kumeadhimishwa ibada ya ndoa takatifu iliyowakutanisha ndugu Given Pendane Sanga na Neema Samwel Dudiyek wakiunganishwa kuwa mume na mke kwa agizo la Mungu. Ibada hii imeongozwa na Pasta na Daktari David David Mpwani ambaye ndiye aliyefungisha ndoa hiyo kwa heshima na taratibu za Biblia. Mara baada ya kufungisha, Dr. Mpwani aliitambulisha rasmi familia hii mpya mbele ya washiriki wa ibada wa akisisitiza, kuwa ndoa ni agano takatifu na ni kielelezo cha upendo wa Kristo kwa kanisa lake. Leo nina tangaza rasmi leo tarehe 28 Alhamisi mwezi wa 8, 2025 tumepata Mr. and Given Pendane Sanga. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Katika hatua nyingine, Bi Neema Samwel Dudiyek alipokea cheti chake cha ndoa ambapo mchungaji alimhimiza kwa msaada wa Bwana azidi kudumu katika uaminifu akilinda na kuiheshimu ndoa yake Mji Mwema nakukabidhi cheti hiki cha ndoa baina yako pamoja na Given Pendane Sanga kwamba hili ni agano lako la milele, na Bwana akusaidie uwe mwaminifu, utunza ndoa yako mpaka Yesu atakapokuja. Amen. Amen. Sambamba na hayo bwana Given Pendane Sanga alipokea cheti chake cha ndoa na kuagizwa kwa msaada wa Mungu atunze agano hilo ili liwe alama ya milele kati yake na mke wake. Leo tarehe ishirini na nane mwezi wa nane ishirini na tano hapa katika kanisa la Mji Mwema, ninakukabidhi cheti cha ndoa yako baina ya wewe pamoja na Neema, ninaomba itunze ndoa hii hii na iwe alama ya kwamba ni agano ulilofanya na Neema, agano la milele, na kwa msaada ya Bwana aa, <coughs> kuwa mwamilifu mpaka Yesu atakapokuja. Aidha, kwa niaba ya kanisa, mwenyekiti wa ibada hiyo aliwakaribisha rasmi Bwana na bibi Given Sanga kuwa sehemu ya familia ya waumini wa Kanisa la Waadventista Sabato Mji Mwema, akiwatakia maisha yenye furaha mshikamanifu na baraka za mbinguni. Ya, nashukuru sana kwa ajili ya hatua hii. Kwa niaba ya kanisa, napenda kuwakaribisha rasmi Bwana na bibi Given Sanga katika kanisa letu la Mji Mwema meongeza mshiriki Dorcas wameongeza wanachama na women pia Amen. Kwa hiyo karibuni sana, natumaini siku ya Sabato tutakuwa na karibisho maalum kwa ajili yenu yenubariki. Ni vyema kufahamu kwamba Given pendane sanga ni mzaliwa wa kijiji cha Ntokela wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya. Ndoa ni agano la Mungu. Bukelebe TV inaitakia ndoa hii heri na fanaka tele. Jina langu ni Yustasela Joni na hii ni Bukelebe TV.